Kuna mabadiliko yamefanyika kwenye kikao cha siri. Ahabu anataka kumzunguka Jezebel kwenye kikao cha siri, ili wamlete mwanaume mmoja, jina lake nitalificha pia nimeona vikao vya vyombo vya usalama vya jeshi jeshi wakipanga vile wanachukua inchi na kumleta mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu jeshi itaogopa kugawanyika, kwa hiyo inabidi wafanye mpango, lakini pia kuna kibarua jeshi imempatia Ahabu afanye haraka iwezekanavyo, ama wao wafanye Why? kwa sababu wanaona taifa nzima inamkataa Yezebeli, wameona na wamejua kwamba taifa nzima imemkataa Yezebeli, lakini Ahabu na Yezebeli wamefichwa wasijue kwamba wanaangamia wote. Shalom Tanzania. Shalom Tanzania. Mungu akulinde. Tanzania tumekuzoea kwa amani. I cannot lie to you. Siwezi nikakuficha na siwezi nikakudanganya, damu ya Naboth haitamwacha Ahabu na haitamwacha Jezebel akiwa hai. My God have mercy upon Tanzania. Damu ya Naboth imemfanya nabii kuongea na mimi, nimeleta tu ujumbe na nimekusomea hilo andiko, mahali ambapo na vile kifo ya Naboth maana Naboth aliwekwa adharani na akasingiziwa uongo na akawekwa adharani. Ahabu naye atawekwa adharani. Yezebeli naye atawekwa adharani, na hawa wote sobianos, hawa wote kifo yao itasikika itasikika. Breaking news, breaking news. Watch your screens. Hatujakuzoea Tanzania kwa yale ambayo nimeyaona yanakuja hata kidogo, lakini wakati nilikuwa naomba Mungu akaniambia, kuna yale tunaweza kuyazuia lakini kuna yale hatutazuia hata tukigaragara na kulia chini na kutoa machozi na makamasi, aizuiliki. Mungu anakwenda kuipatia Tanzania mwanzo mpya, a new beginning. That is what I'm seeing, that is what I'm seeing mambo ambayo yamekuwepo sio mambo ambayo yatakayo kuwepo. Mambo yatakuwa tofauti kabisa, na ngoja niwaambie Watanzania, najua mlilia sana wakati Magufuli alikufa. Poleni, lakini ngojeni niwaambie tena Watanzania, Magufuli is coming back. Magufuli anarudi, anarudi kwa roho, sio kwa mwili. yupo mtu anaenda kuibuka. To God be the glory. the the Lord is restoring the spirit of Magufuli in Tanzania. Welcome back, Magufuli. Kwa hiyo Watanzania wakae tayari kumupokea Magufuli tena. Watanzania wakae tayari kumpokea Magufuli tena. Wakae tayari kumpokea Magufuli mpya. Magufuli mpya anakuja Tanzania. Ay ay ay ay ay ay As, as, right now, as I'm speaking right now, saa hii, imagine saa hii kuna kikao, not kikao, vikao katika maeneo tofauti right now, saa hii kuna kikao ambayo inaongozwa na Ahabu kuhusu Jezebel na kuna kikao kingine inaongozwa na jenzii kuhusu maandamano. Maana unabii huu utatikisa vichwa vya habari katika dunia. Wakoma wanne wamekaa kikao Tanzania. Narudia tena, navyoongea sasa hivi, kuna wakoma wanne Morogoro, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Tunduma, kila kona wamekaa kikao wakoma wanne wamekaa kikao. Kikao ni nini, ambayo imefanya wakoma wakae kikao? Ni unabii. Nabii alipotoa unabii akasema, kesho kutakuwa na furaha katika nchi yenu ikatuma wakoma pale nje ya gate, wakasema, hapa tunapokaa si salama. Tukiendelea kukaa hapa tutakufa, tufanyeni maamuzi. Kama tutakufa tufe tu. Wale wakoma wanne ni jenzi, ni ninavyozungumzia sasa hivi wamekaa wamesema, tukikaa hapa katika hali hii, hali ambayo iko katika nchi yetu, tutaangamia tuki, tukienda hatujui tunaweza kutana na wao watupige. Kuna nguvu ya wale wakoma wanne imeamsha Tanzania na waliposema twendeni, wakaenda mbele, kulikuwa na jeshi jeshi la polisi. Jeshi la polisi waliposikia kishindo, maana Mungu, kuna kitu anaenda kufanya, waliposikia kishindo wakakimbia, wakaacha kambi imejaa chakula. Mawakala bwana, chakula ambaye hawajawahi kula. <tie> <tie> Ah, wakakumbuka nyumbani, wakasema chakula hii ni nyingi, tunaweza kula miaka na miaka, na kwetu Samaria kuna njaa. Wakachukua zile farasi, wakapeleka ujumbe kwamba kuna shibe, na walipopeleka ujumbe kwamba kuna shibe, basi taifa na unabii wa Mungu ukatimia. Unabii wa nabii wa Mungu ukatimia kwamba kesho kwenye lango la Samaria kutakuwa na wingi wa chakula. Kuna wale walibisha sana, lakini nabii aliwaambia jana mtaona lakini hamtakula. Kwa hiyo Tanzania mpya ambayo inakuja, kuna watu wataona waliobisha, lakini kufurahia yale mema hawatafurahia kufurahia ule ukombozi hawatafurahia hata kidogo. Ninavyoongea sasa hivi, wakoma wanne wamekaa pembe zote za Tanzania. Kwa nini? Wamechoka na hali, wamechoka na kutengwa, wamechoka na kutokusikilizwa, wamechoka na kudharauliwa wakienda wakoma walikuwa wakiingia tauni, wanapigwa waende nje. Hawa wakoma walioko Tanzania wamechoka. Wakitaka kujieleza, wanapigwa. Wakitaka kujisemea, wanapigwa, wanavunjwavunjwa, wanapigwa marungu, na wanatupwa nje. My friend, this time round wakoma wanaamka na neno la kinabii, prophetic word. Watch your screens, watch your screens. Wale mlioko Tanzania ukisikia kutukana sasa hivi, tukana. Mi nitakuwa nawaangalia kwa TV. <laughs> E, tukana tu. Lakini badala ya kutukana mwambie Mungu atupe rehema. Hmm. Shalom Tanzania. Hmm. Hmm. Lakini tunaiombea Tanzania mpaka sasa ili Mungu alete rehema sasa hivi Ahabu anakaa vikao vya siri na viongozi ili kuangalia vile watafanya marekebisho na kupindua mipango, lakini tayari Yezebel tayari amemes amemes tayari amemes Msiwaone raia wa Tanzania wamenyamaza tu, na hakuna kitu mbaya kama mtu ambaye ananyamazaga, ifike siku anaongea. Maana Tanzania tumewajua ni wapole, wanakuwaga wapole, hata askari, naomba nikushike, wapole. Kwa hiyo vikao sasa hivi vimekaliwa. Wakoma wako kwa meeting. Na meeting yao itakuwa successful. Ahabu ako na meeting ya siri, Vile watapindua Jezebel. Na Jezebel hana habari na Jezebel chama yake nilisema chama, chama chake ndio kinakwenda kumpindua chama chake, sio chama pinzani, chama chake, watu wake, unless amkimbilie Mungu, lakini Mungu wa Wakristo. Nasema, unless amkimbilie Mungu kabla mapema, lakini Mungu wa Wakristo mm, Mungu wa Wakristo, Mungu wetu, sio aende kuombewa aende kuambiwa, sio aende kuombewa, aende kuambiwa, aende kuambiwa, sio aende kuombewa, aende kuambiwa. Chama ambaye inakwenda kutawala Tanzania ni ile ile tu inatawalaga, lakini kwa mabadiliko makubwa sana, maana nimemuona mtu mwingine. Narudia tena, nimemuona mtu mwingine. Kwa hiyo shalom Tanzania mpya. Shalom Tanzania mpya. Karibu Tanzania mpya. Mungu akubariki Tanzania. Mungu afanye mapenzi yake Tanzania. Na Mungu akukumbuke Tanzania. Akumbuke kilio chako na aje akufute machozi, na hakika atakuja wala hatachelewa.